Kama ground za Young African saizi mm. Yani, labda ziwe labda wao waje complain kwamba ule mchezo uliahirishwa kinyume na taratibu, yani wao watacheza na bodi ya ligi. Mm. Saizi, mm. yeah, kwa sababu saa hizi ukisema uende ukamnyang'anye Simba alama tatu, Simba naye atatoka tena, ikienda CAS ndio itakuwa kesi nyeupe kabisa, kwa sababu wanaosimamia mpira waloidhinisha waloidhinisha mchezo, wamna unachukuaje alama zangu mm. tatu Mm. kwa hiyo baada ya bodi kutangaza mchezo haupo Yanga zile safari zake za uwanjani zote, mm. kwangu mimi mm. kwa kitaratibu, yaani kitaratibu, walienda tu kutufurahisha kwa maana ya kwamba mm. na hata taarifa ile taarifa ambayo inatoka kwamba Yanga wamejibiwa, tuliona kuna zile, kwa sababu unajua kuna muda wa kufika uwanjani, si ndio? hata adhabu tunaona timu fulani imepigwa adhabu mm ilichelewa kuingia ilichelewa kufika uwanjani, muda wa kuwasili, mm -hmm, ufanye warm up wachezaji wako wakaguliwe, mm -hmm, si ndio? mm -hmm. officials kama kilichotokea juzi kwa Zamalek mm -hmm. vile vyote hivikutokea mm -hmm. kwenye mechi ya Yanga hakuna mwamuzi ambayo tulimwona akimaliza pale mchezo uwanjani, si ndio? mm -hmm. hakuna taratibu nyingi, na taarifa ilisema watu pekee ambao walikuwepo uwanjani ni watu wa usalama lakini wale wengine wote, sijui marefari, sijui general coordinator mm, sijui commissioner wa mchezo mm, wote hawakuwepo match officials mm. mm. kwa hiyo kwe kwenye eneo la alama tatu young africans, mm. hata akipambana inaweza ikawa ni eneo gumu sana, kwa sababu zile taratibu za maandalizi ya mchezo mpaka kufanya mchezo uwe kwenye misingi ya kuchezwa, na kama mpinzani hajatokea apewe alama tatu, halikukamilika.